Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe na jina lake takatifu pia liimidiwe. Nakaribisha tena katika mfululizo wetu huu wa kumi na sita. Kumbuka langu jina ni Mwalimu Oscar Samba na leo tunaendelea na kipengele kinachosema ya kwamba usiruhusu uchungu ukakuzuilia kumsikia Mungu. Kumbuka tupo kwenye topiki ya usomo letu li, li, li, linalosema cha kufanya unapomwona Mungu yuko kimya. Kwa kipengele hiki cha usiruhusu uchungu kwa kufanya au kwa kuzuilia kumsikia Mungu. Wana wa Israeli walikuwa utumani kwenye nchi ya Misri, walitabiriwa kukaa kule miaka 400, lakini walikaa miaka 430. Ukisoma hata kitabu kile cha Kutoka mwanzoni tu kule utaliona ili jambo na pia Mwanzo ile 15, wakati Mungu anaongea na Ibrahim. Sasa nisikilize. Mungu anamtuma Musa. Mungu anamtokea Musa kwenye ile sura ya kijiti, sura ya nne ya kitabu cha Kutoka, anampa maelekezo ya kwenda kuwakomboa wana wa, wa Israeli. Sura ya sita ukianzia pale mstari wa sita anawambia Musa, kawambia wana wa Israeli, mimi ndimi Yehova, nitawatoa katika nchi ya Misri na kadhalika. Anaongea mambo mengi ya kwamba nimesikia kilio chao, mimi nimelikumbuka gano langu ilioingia na Ibrahimu Isaka na Yakobo, mtuatoka katika hiyo nchi. Sasa pointi yangu iko hapa, mstari ule wa kumi na mstari ule wa tisa. Ukija katika mstari wa tisa utakutana na jambo la ajabu sana. Maandiko yanasemaje? Yanasema hivi, kumbuka, ni kitabu cha Kutoka sura ya sita mstari wa tisa. Musa akazungumza maneno yale masikioni kwa wana wa Israeli, lakini wana wa Israeli wakagoma kumsikia, au wakakataa kumsikia, au hawakumsikia kwa sababu ya uchungu uliokuwa ndani ya mioyo yao na ugumu wa ule utumwa. Kwa Mungu anakuja na ujumbe wa kukutoa kwenye mateso kwamba nimesikia mateso ya ndoa yako, nimesikia tabu unayoipata kwenye ndoa yako, nimesikia dhiki unayoipata kwenye hali yako ya uchumi. Kwa sababu ya uchungu na ugumu wa ule utumwa unaopitia, masikio yako yanaziba, yanakataa kumsikia Mungu. Tahadhari ya fule, hii ni tahadhari ya kumi na sita nakupa. Kuwa makini sana, uchungu usikuzuilie kumsikia Mungu. Jifunze mara kwa mara kumwomba Mungu akuondolee uchungu Jifunze mara kwa mara kutafakari ukuu wa Mungu, wema wa Mungu. Ukija kwenye kitabu kile cha Zaburi, maandiko yanasema wana wa Israeli walimwekea mpaka mtakatifu eh? Ni zaburi mojawapo inazungumzia historia ya wana wa Israeli jangwani kule na kadhalika, afu nasema wakamwekea mpaka aliye mtakatifu wa Israeli. Angalia usijikuta una